Licha ya kutolewa katika hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa Ulaya, klabu ya Arsenal inamaliza msimu ikiwa imepiga hatua kwenye mashindano hayo na kuvuna kitita kikubwa cha fedha kutokana na kufikia hatua nne bora nusu fainali. Baada ya kukosa ubingwa wa EPL na UCL. Klabu ya Arsenal imeonyesha shauku ya kufanya vyema zaidi katika maandalizi ya kuimarisha kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao wa Ligi Kuu England na mashindano ya kimataifa. Tanzania Sports inafahamu kuwa mipango ya Arsenal imejielekeza kwenye nafasi ya ushambuliaji. Klabu hiyo imetajwa kusaka washambuliaji wawili ambao wana uwezo wa kufunga mabao zaidi ya 25 kwa msimu mmoja, hali ambayo itaiweka kwenye mbio za ubingwa ikiwa na idadi kubwa ya mabao. Arsenal wameweka mezani kwao majina mawili ya washambuliaji wanaofaa kusajiliwa msimu huu katika klabu yao. Majina hayo ni Benjamin Sesko na Victor Giokeres ambao ndio walengwa wakuu kati ya wachezaji ambao wanatarajiwa kuingizwa kikosini mwao. Dirisha lijalo la usajili limetajwa kwamba Arsenal wamekuwa makini na wameandaa mipango madhubuti ya kuhakikisha wanasajili washambuliaji hao. Washambuliaji hao wameonwa kama suluhisho la ukame wa mabao katika kikosi huku wakifuta matumaini ya kumsajili mshambuliaji namba moja wa Newcastle United Alexander Isak baada ya klabu yake kukataa mpango wowote wa, wa kumuuza nyota huyo kwenda vilabu vingine. Arsenal wamelazimika kupanga mpango wa kuingia sokoni wakiwa na hasira kutokana na kushindwa kuibuka na idadi kubwa ya mabao msimu unaomalizika. Kwa sasa katika kikosi chao kuna washambuliaji wachache ambapo Gabriel Jesus ndiye anategemewa zaidi lakini amekuwa majeruhi wa goti tangu Januari mwaka 2025. Hali kadhalika, Kai Havertz naye amekuwa majeruhi tangu mwezi Februari mwaka 2025. Mjerumani huyo hata hivyo sio mshambuliaji kamili ambao anaweza kutegemewewa, badala yake anafaa kucheza kama mshambuliaji wa pili, yani namba kumi. Kutokana na kukosekana kwa mshambuliaji nafasi ya ushambuliaji, amekuwa akicheza kiungo Mikel Merino ambaye amecheza mechi nyingi kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa na ligi kuu England. Benjamin Sesko ana umri wa miaka 21 na, na amefunga mabao 39 katika klabu yake ya Leipzig ya Ujerumani. Tayari amecheza mechi 41 za timu ya taifa ya Slovenia akiwa amefungia mabao 16 na ana urefu wa futi 6 na inchi 4. Aina yake ya uchezaji inaendana na Arsenal na anatarajiwa kuingia kwenye mfumo kirahisi zaidi. Victor Gyokeres ni nyota anayetikisa katika klabu ya Sporting Lisbon ya Ureno. Ili kumsajili nyota hao Arsenal watalazimika kulipa kiasi cha paundi milioni 75 ili kupata huduma yao, ama ada inaweza kuwa kiasi kidogo zaidi. Ada hiyo ya uhamisho itakuwa inaendana na kiwango chao cha bajeti ya usajili msimu ujao. Kipaumbele chao cha usajili cha Arsenal ni kuwachukua vijana na wenye umri mdogo ambao watajengwa na kutumikia klabu yao kwa muda mrefu zaidi. Arsenal wamekuwa wakimtegemea Gabriel Jesus tangu mwaka 2022 lakini sasa wamekubali kuwa nyota huyo wa Brazil hawezi kutosheleza mahitaji yao klabuni hapo. Ni sababu hiyo Arsenal wapo tayari kusajili nyota hao huku mkurugenzi mtendaji mpya Andrea Beta akiwa anasisitiza na, na kuweka mkazo katika usajili wa Giokeres. Usajili wa Viktor Gyokeres mwenye umri wa miaka 26 na raia wa Sweden amepachika mabao 98 katika mechi mia moja alizoichezea Sporting Lisbon, ikiwemo 38 katika mechi 28 za ligi kuu nchini Ureno. Msako wa ziada Arsenal hawajaishia kwa nyota hao pekee, bali macho yao yamelekezwa kwenye majina ya washambuliaji wengine katika ligi mbalimbali barani Ulaya miongoni mwao ni nyota wa Athletic Bilbao Nico Williams, mshambuliaji wa Wolves, Mateo Kuna, Oli Watkins wa Aston Villa na Joao Pedro. Nyota mwingine ni Hugo Ekitke wa Eintracht Frankfurt ya Ujerumani. Klabu ya Arsenal ipo katika nafasi nzuri ya kupata faida kimapato kutokana na ushiriki wake kwenye mashindano ya Ligi ya Mabingwa na kwamba wanaingia kwenye dirisha la usajili wakiwa na akiba ya paundi milioni 100 za kufanya usajili. Ni dhahiri kutokana na kushindwa kuibuka na taji, Arsenal imebaini idara ya ushambuliaji inahitaji kuongezewa nguvu na kuhakikisha upatikanaji wa mabao unakuwa wa uhakika kuliko hali ya sasa. Usajili wa washambuliaji au wachezaji ni hatua moja, lakini kuleta matokeo ni hatua nyingine. Katika muktadha huo, Arsenal inahitaji washambuliaji ambao wataleta mabao mengi, lakini pia wawe na mchango katika kuimarisha timu yao. Mshambuliaji gani anayeingia na nini anachoweza kukifanya kwa maslahi ya klabu, ndicho kitu muhimu kinachoangaliwa na benchi la ufundishi, bila kuvuruga hali ya amani katika kikosi chao.